Ms. Mariam. So in this story time I want you to listen to Ms. Mariam. How's your Miss Mariam? Ndio. Na nitauliza maswali mkikosa kujibu Ms. Watolei tena hadithi tamu. Ah, umesikiza Miss Mariam. So sit back, relax and enjoy. Assalamu alaikum. Sasa hivi ni muda wa kusikiliza story. Karibuni tena kwenye kipindi chetu na mujumuike nasi musikilize stori mfaidike, kama watoto wetu wazuri venye watafaidika. Assalamu alaikum. Waalaikum salamu warahmatullahi taala wabarakatuh. Niko tayari kusikiliza stori. Naam, ukweli. Naam, haya. Hapo zamani za kale paliondokea na mtoto mmoja alikuwa anaitwa Ahmad, yule mtoto alikuwa ampenda mama yake sana. Sasa siku moja, akaamua yeye atakaenda akatembee tu huko nje. Katika kutembea kwake, akapatana na mti mmoja mkubwa mrefu, alafu mti ulikuwa strong. Akauangalia kwa kushangaa, hajawahi kuona mti kama huu. Akakimbia mbio mpaka kwa mamake, akamuuliza, "Ma, kwani nani ameumba huu mti?" Mamake akamwambia, "Mwanangu, katika hii dunia Mwenyezi Mungu ndo ameumba kila kitu." Yule Ahmad akashangaa, akamwambia, "Ma, hata huu mti mkubwa hivi? Huu mti si ni strong, kwaweza ukajisimamia wenyewe, kwani hauwezi ku grow tu wenyewe?" Mama yake akamwambia, "Hapana, kila kitu kwenye hii dunia imeumbwa na nani?" Si Mungu. Hey, hey, kawa yashangaa huu mti ni mkubwa, yaani nilikuwa haamini. Akamuuliza mama, mimi siamini." Akaambia mwanangu, hivyo ndio inavyokuwa. Allah ameumba sisi binadamu, ameumba miti, ameumba wanyama. Mwenyezi Mungu ameumba nini tena? Yes, wanyama wanyama, eh na nini tena? uh-huh. Mawingu, mawingu. Eh, he, nini tena Nasir? Watu, watu. Eh, sasa tumeona Mwenyezi Mungu ameumba kila kitu, na Mwenyezi Mwenyezi Mungu akuwa ngapi? Yes. Moja. Salawat. Allah. kwa ngapi? Moja. Peke yake. Kwa hivyo Ahmad Mwenye akaendelea kuangalia angalia, angalia. Akaona mawingu akasema mamangu, mm, amesema kila kitu kimeumbwa na nani? Mwenyezi Mungu. Kumaanisha haya mawingu pia yameumbwa na nani? Mwenyezi Mungu. Mwenye akatembea akatembea, akaona ant akasema huyu ant ameumbwa na nani? Mwenyezi Mungu. Na tumesema Mwenyezi Mungu ni moja. Maa, haya mwenye akaendelea na safari yake mpaka aliporudi nyumbani. Kwa hivyo Ahmad alijua kwenye dunia kila kitu kimeumbwa na nani? Mwenyezi Mungu. Si majini pia wameumbwa na Mwenyezi Mungu? Naam. Mpaka watu, si ndio? Naam. Na Mwenyezi Mungu ni moja. Tumejifunza nini kwenye hii hadithi yetu? Yes. Mwenyezi Mungu ni mmoja. Salawat. Tunajifunza nini tena kwenye hadithi? Yes. kila kitu kenye kiko kwa dunia ni Mwenyezi Mungu amekiumba. Salawat. Allah. Umma, ni sura gani inatufunza e, kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja? Naam, eh, Suratul Ikhlas. Salawat. Nani uh -huh. anakumbuka kusoma Suratul Ikhlas?

yetu imeisha na tumejifunza kwamba kwenye hii dunia kila kitu kimeumbwa na nani? Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu ni? Mmoja. Asanteni kwa kujumuika nasi na kusikiliza hadithi yetu nzuri, na natumai umejifunza mambo mengi kutokana na hii hadithi, kama watoto wetu venye wamejifunza. Na inshallah tutapatana tena kwenye kipindi kifuatacho. Masalam, yeah.